Naam mtazamaji wa Trend TV, bwana mambo bado yanazidi kuwa moto kwelikweli kweli, na hapa tunavyozungumza ni kwamba eh, kuna hii simu ya Kimbea kati ya Juma Lokole. Amempigia simu Dula Makabila ambaye ni ex wa Zailisa, na kama unavyoelewa kwamba story ambayo ina trend hapa town kwa sasa ni issue ya Haji Manara kuachana na Zailisa eh, jambo ambalo tunafahamu kabisa kwamba Zailisa alikuwa ni, ni mpenzi wa, wa Dula Makabila. So momenti hii ni kwamba ni momenti ambayo imefanya sasa hivi Dula Makabila anatamani sana kupata fursa tena ya kurudiana na Zailisa, lakini ndio hivyo, jambo sio jepesi sababu hatujui kwamba nini ambacho Zailisa mwenyewe ameplani, kama yuko tayari tena kuingia katika mahusiano hususan na huyo Dula. So Dula sasa hivi inavyoonekana ni, ni wazi kwamba ana struggle kupata nafasi ya kurudiana tena na Zailisa, na tumepita katika peji mbalimbali mbali, tumekutana na hizi voice ambazo ambazo, ambazo zinamsikia anasikika Dula Makabila akiwa anazungumza na Juma Lokole kuhusiana na plani za yeye kurudi katika mahusiano na mwanadada huyo. So ukipita katika peji mbalimbali mbali, basi utakutana na hizo voice, lakini kikubwa zaidi ambacho kimesikika humo ndani ni kwamba Dula Makabila bwana ameweka wazi kwamba yeye bado anampenda Zailisa. Umeona bwana, Dula Makabila ameweka wazi kwamba yeye bado anampenda Zailisa na kuna mambo mengi sana kiukweli ameyasimamisha, ili mradi tu ahakikishe kwamba hili swala linawezekana, na amemuomba amemuomba Juma Lokole ampambanie yani, yeye akutane tu na zailisa wazungumze eh, lakini bado anampenda ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba uh, <laughs> Dula Makabila bwana ameulizwa kwamba lakini bado nampenda? amesema ya yeah. So amekiri kwamba kweli bado anampenda mwanadada Zailisa eh, lakini bado so hivyo ndivyo mambo yalivyo sasa kutokana na hicho ni kwamba humo bwana wamezungumza mambo mengi sana na ikapelekea mpaka wakafikia hatua ya kuzungumza kuhusiana na hicho kilichotokea huko mtandaoni so at the end of the day tumefuatilia hii issue tumesikiliza mazungumzo yao E, ni kwamba moja kwa moja wala hakukwepesha mambo, e, Dula Makabila bwana, sio mtu labda wa kuficha feelings zake, ni mtu ambaye huaga anazungumza. Na ndio maana hata baada tu ya Zailisa kwenda kwa Manara kuolewa, ni kwamba aliweka wazi na alikuwa anaonyesha kabisa kwamba alikuwa anateseka. So this time around tena ametoa mpaka ametangaza mpaka dau kwamba anaomba asaidiwe na wakida Juma Lokole kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya kukutanishwa e? E, ya kukutanishwa na Zailisa na amesema kabisa kwamba tayari ameshaandaa mpaka bajeti, na anawajua kabisa wakina Juma Lokole ni watu kitu. Kwa hivyo basi, chochote kile ambacho atakachotaka yeye yuko tayari kuwapatia kama ni kiasi cha fedha. Mpaka huyu Dula Makabila ameweka rehani gari yake ya Crown, kwa sababu ana gari mbili, ana Crown na Alphard, na amesema kwamba basi, kama hilo swala likifanikiwa, atafurahi sana na anaweza hata akampa Juma hata ile gari yake ya Crown. Lakini at the end of the day ni kwamba Juma Lokole bwana akasema kwamba yeye hataki apewe chochote sana sana tu amwombee dua, kwa sababu Juma anadai kwamba yeye ana maadui wengi sana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo at the end of the day ni kwamba Dula Makabila akamwambia Juma, eh, Lokole kwamba yeye anasikiliza tu ratiba yake, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba kwa sasa hivi inasemekana kwamba kwa mujibu wa Juma Lokole anadai kwamba yuko Dubai, kwa hivyo basi akirudi wiki ijayo ndipo atamkutanisha na Zailisa kwa sababu Zailisa ni anaura, ana ukaribu naye, yani wana kama undugu fulani hivyo. Unaelewa kabisa kwamba Juma Lokole na watu ambao anaigiza jua kali kwa Ramata wote ni familia. Kwa hivyo basi atahakikisha kwamba swala hilo linawezekana, eh, lakini sasa ishu ya, ya Juma Lokole kusema kwamba yuko Dubai atarudi baada ya wiki moja ni kitu ambacho kimemdisappoint sana eh, huyu Dula Makabila na kudai kwamba wiki ni mbali. Umeona yani, wiki ni mbali eh, vitu kama hivi vinawezekana tu Juma akavifanya hata online. Mbona anakuwa mbea wa analogi? Basi hakikisha tu kwamba analifanikisha swala hili hata online tu, ili mradi yeye Dula Makabila akutane na Zailisa. Lakini pia eh, Juma akasisitiza kwamba akirudi tu atalifanyia kazi. Lakini sasa wasiwasi wa Dula Makabila, anadai kwamba kipindi hiki Zai wa moto ana trend mitandaoni na ndio hivyo ameachika eh, kuna mtu mwingine anaweza kaingilia kati, na Dula akamtaja, akamtaja mpaka Harmonize akasema kwamba bwana sasa muda huu tu hapa ni kizubaa, hata Harmonize mtu mwenye mablichi anaweza akaingia kati. Yeah, so hicho ndicho ambacho kimehappen, ni kwamba alivyoambiwa kwamba E, Juma alivyosema kwamba yuko Dubai akirudi tu basi atafanikisha hilo swala. Ni kwamba Dula Makabila akasema kwamba bwana, ukichelewa yani huko mpaka wiki ipite, e, kutakuwa huyo binti atakuwa kisha ingia kwenye harakati za Konde Boy. Kwamba Juma, huyu Dula Makabila alikuwa anahofia kwamba Juma akichelewa kumkutanisha naye anaweza katokea mtu mwingine, hata Harmonize akaruka na Zailisa haraka sana, kwa sababu inafahamika kwamba kwa sasa hivi e, Harmonize yuko single, umeona bwana, so mambo ni mazito kweli kweli, mji umechangamka to the maximum kwa sasa hivi, na ndo hivyo situation ilivyo. So, mambo yanaendelea na pia vile vile vitu vingine ambavyo amekuja kuvizungumza huyu Dula Makabila ni kuhusiana na issue ya kwamba zile shutuma ambazo Zailisa amekuwa akipewa eh, na Haji Manara. Moja kati ya shutuma ambazo amepewa Zailisa na Haji Manara ni suala la kwamba inasemekana kwamba eti Zailisa bwana, yeye ana tabia ya uchoyo Umeona bwana eh? Hicho ni kitu ambacho kimezungumzwa sana na Haji Manara amekuwa akikisisitiza mara kwa mara kwamba kitu ambacho yeye ameshindwa kuishi na Zailisa. Eh, kutokana na kwamba ameshindwa kuvumilia tabia ya unyanyasaji kwa watoto wake, akidai kwamba eh, katika vitu vyote yeye ambacho anashindwa kuvumilia ni issue ya watoto wake kunyanyaswa, kuto kuishi kwa amani kwa, wakati yeye ndo mtafutaji na hususan akagusia swala la kunyimwa chakula kwa watoto wake. Sasa Dula Makabila amekuja ku clear sababu ameshawahi kuishi na Zailisa kwa, amekuja kuklia. Amesema kwamba hizo issue ambazo zimesikika huko mtandaoni hazina ukweli wowote, kwa sababu yeye anamfahamu Zailisa. Zailisa ana mapungufu yake, lakini sio katika swala hilo la uchoyo. Na Juma Lokoli naye pia amekuja kutia neno umo umo, amesema kwamba of course, ni kweli hata yeye pia anamfahamu Zai Zai, ni mtoaji, ni mtu ambaye anaonekana kabisa kwamba ana roho nzuri, akiwa nacho anatoa. Kwa hiyo issue ya hiyo hiyo issue aliyosikia wameicancel, yani kwamba haina ukweli wowote. Wamehisi hivyo kutokana na the way ambavyo wao wanavyomfahamu mrembo huyo, Zailisa the way alivyo. So ni kwamba Dula Makabila amesema kwamba ishu ya kusema kwamba Zailisa alikuwa anamnyanyasa mtoto aji, hilo yeye anakataa. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. So at the end of the day, ni kwamba wadau wengi sana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hivi vitu ambavyo eh, Dula Makabila amevizungumza na na Juma Lokole. Na comment ziko nyingi sana hapa, na pia vilevile vile kuna page nyingi tu zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Umeona bwana, eh, so nataka hapa nikueleze, so moja kwa moja ni kwamba watu hapa wamekuja kuweka maoni yao kwa maelezo mafupi tu. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, tatizo ni kwamba huwa tunaingia kwenye mahusiano na wapenzi wa watu, na ndio maana ndoa zinashindwa kudumu kwa muda mrefu. Kuna mtu ameandika hivyo bwana. Mimi napenda sana kinachoendelea